Uh, miongoni mwa swali ambalo vijana wengi wanajiuliza, nitaingiaje JWTZ? Nitafanikiwaje niweze kuingia JWTZ? Em, nisikilize, alafu ikipendeza share video hii. Nitaenda nikupe kodi tatu ambazo zinaweza kukusaidia na kuongeza uwezekano wako ukaingia Jeshi la Wananchi. Namba moja, ni lazima utafute menta. Sema menta, menta ni mtu ambaye atakuwa anakugaidi au anakuelekeza, fanya jambo hili, acha jambo lile. Kwa hiyo tafuta menta ambaye yupo kwenye mfumo. Mfano, moja ya watu ambao wako kwenye mfumo ni wanajeshi. Kwa hiyo ukiwa karibu na hao watu wanaweza kukuelekeza kitu kipi cha kufanya, acha kitu hichi, na wanaweza kukusaidia ukafikia ndoto zako, lakini pia utajifunza vitu vingi sana. Njia namba mbili 2 ni kwa kusoma taaluma adimu au fani adimu inaweza ikawa degree au diploma ambayo inahitajika Jeshi la Wananchi. Kama siyo diploma au degree basi walau fani fani za VETA au fani za ufundi, mfano inaweza ikawa welding, ufundi aluminium, udereva. Yani kikubwa uwe na taaluma adimu, inaweza kukusaidia pia ukaingia jeshini. Na kubwa zaidi ni kumshirikisha Mungu. Omba sana, sali sana, mambo yatakuwa mazuri. Nikutakie siku njema.